Katika eneo la mashariki ya Kenya wamedokeza kuwa kuna ongezeko kubwa ya mihadarati ama matumizi ya mihadarati miongoni mwa wanafunzi haswa wanafunzi wa kike katika vyuo vikuu wa eneo la mashariki, wakisema kuwa wakati wa maadhimisho ya siku ya kupambana na mihadarati katika eneo la Mbeere <tipa>

the uh, the governor, the county commissioner na wale wote ambao kwa hiyo kaunti tujue shida ya hii kaunti kwa madawa ni nini. Na ikiwa kuna drugs ambazo zinaletwa, it's not hard to know who is supplying those drugs when we sit together as the county. The county security plus the county uh, government headed by the governor. So nataka sisi wote, sisi wote let's be responsible to our communities because that is the right thing to do. It should not be a job for for my chief, it should not be a job for my busy it, it is a job for all of us. Ukiangalia takwimu ambazo tumeweza kupata katika ile research tulifanya elfu mbili na ishirini na mbili Uh, ilionyesha kwamba kwa kila watu wa Kenya wanane, mtu mmoja anatumia pombe, anatumia pombe. Na ukikompea hiyo na ile research tulifanya kwa university students, inaonyesha kwa kila wanafunzi wawili, mmoja anatumia pombe.